Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu Chotara Corporate Store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo mtaa wa Kongo na Raha, ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki. Unapata pigo zile za sherehe za kiofisi na zile za mitoko mbali mbali. Yani kajo iwe uko Dar es Salaam, mikoani, na hata nje ya nchi tutakufikia tu. Brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Diori, na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako. Alafu sasa ni pure leather, unapata kwa jumla na rejareja, asikwambie mtu bwana. Bei yenyewe sasa ni kama bure. Halo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara Corporate Store. Tufuatilie kupitia insta account yetu Chotara underscore corporate underscore store au piga simu namba 0768263020. Ndugu zangu, jambo jengine nililoliona ndani ya Tanga ni suala la migogoro ya ardhi. Uwepo wa mashamba makubwa ambayo hayazalishi na hayawasaidii wananchi kuzalisha chochote, macham, mashamba yapo lakini hayachangii chochote ndani ya mkoa. Ndugu zangu, hali hii ni lazima ifike mwisho. Tunataka wakulima wapate soko la mazao yao lakini tuwawezeshe wazalishe kwa wingi. Kwa hiyo nimetoa agizo kwa ofisi ya msajili wa hazina, kwa kushirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ipitie vipengele vyote vya mikataba ya ubinafsishwaji na kubainisha endapo mienendo ya wa wawekezaji hao haivunji masharti ya mikataba yao, na kama wamevunja, watushauri hatua zitakazotakiwa zita, kuchukuliwa kwa mujibu wa mikataba husika, ili mashamba hayo viwanda vilivyopo vilivyobinafsishwa havifanyi kazi, tuweze kuchukua hatua nyingine ili ajira zitengenezwe. Nimefarijika sana kuona Tanga sasa wamerudi kwenye uzalishaji wa korosho kokoa, lakini wanaweka nguvu pia kwenye uzalishaji wa viungo mazao yote haya